Mpendwa mtazamaji wa Tanzania Eye TV hujambo. Kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania Eye TV, na unapoendelea kutazama, na kuomba usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu, nikufahamishe kwa sababu Tanzania Eye TV ni mtandao ambao unatoa taarifa za asiri, tunazifichua kila wakati, kwa sababu tuna hakiki kabla ya kuleta jambo lolote hewani. Taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba taifa ambalo linaongozwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan limeweza kushuhudia maandamano makubwa, maandamano makali. Ni kama roho ya maandamano imeshika kasi, haswa katika taifa la Tanzania, kwa sababu maandamano makali makubwa yamefanyika nchini humo. Ni wazi kwamba vile unavyotazama hewani sasa hivi ni ishara tosha kwamba vile chapisho hili limeweza kusema ya kwamba Wakatholiki waandamana kumshitaki kitima. Naomba nisome habari hii na nitakuwa naizungumzia vile tumepokezwa siri kubwa kuhusiana na maandamano haya na roho ya kuandamana vile imeingia katika taifa hili letu la Tanzania. Hata tukiwa mahali ambapo tulipo sasa hivi, hapa Mbeya, tunashangaa ni kipi ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania. Kundi la wahumini wa kanisa Katoliki linalokadiriwa kufikia watu 100 leo Januari 5, 2026 limefika katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya viongozi wawili waandamizi wa kanisa hilo. Malalamiko hayo yanawalenga Askofu Mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Jude Thad ruwaichi pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katholiki Tanzania tek badri daktari Charles Kitima. Kwa hivyo, kufikia hapo, viongozi ni wawili ambao ni wa kanisa la kikatholiki ambao waliweza kusababisha maandamano kutanda katika ofisi za Vatican katika ubalozi wao nchini Tanzania hapa. hatua hiyo imekuja kufuatia kutoridhishwa kwa baadhi ya waumini na maudhui ya wahubiri ama mahubiri yaliyotolewa na kardinali Ruwaichi wakati wa misa ya Krismasi Disemba 25 mwaka jana. Waumini hao wanadai kuwa lugha iliyotumika madhabauni ilikuwa na mwelekeo wa ukali, vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho ya upendo. Wanalalamikia kuwa mibari imetumika kushambulia waumini waliokuwa wamewasilisha hoja zao kwa balozi wa Vatikani hapo awali, jambo ambalo wanadai linakiuka misingi ya kiuchungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa. Malalamiko hayo yanamhusisha pia Badri daktari Charles Kitima, ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Sasa tuseme ukweli, mimi niko hapa Mbeya, nchini Tanzania. Vile maandamano haya yaliweza kuonekana kuelekea afisi za ubalozi za Vatican ni ishara tosha kwamba kundi hili ambalo wanalojidai kwamba ni Wakristo wa Katholiki wa hawa wamelipwa, hawa viongozi wa kanisa la Katholiki ambao walienda kushitakiwa kwamba wamekiuka sheria za madhabauni akiwemo askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Jude Thadius Ruwaichi na Badri Charles Kitima wameonekana katika mstari wa mbele kupinga serikali ya Samia Suluhu Hassan. Wamekuwa wakisema ukweli halisi wa mambo kuhusiana na vile uongozi wa sasa unakumbwa na sintofahamu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wamelipwa hata hawaelewi sala za kanisa la Kikatholiki, ndio wanatumika kuandamana ili kuonyesha ishara kwamba watumishi hawa wa Mungu wamekiuka sheria za kanisa lakini hawa ni baadhi ya watu wachache ambao wamelipwa na uongozi wa Samia Suluhu Hassan kuchafua majina ya maaskofu wa kanisa la Kikatoliki. Mbinu zote za kushinda kisiasa hapa Tanzania tunazielewa. Ndio maana wengine wanataka kupendekeza kutumia mbinu zote kuhakikisha kwamba maridhiano yamefanyika nchini Tanzania ya serikali na mrengo wa upinzani. Jambo hili limeonekana kugonga mwamba, kwa sababu John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema amekataa kwamba hamuna maridhiano. Rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania Boniface Mambukusi na haya amesema, hamuna maridhiano pasipokuwa na haki, pasipokuwa na uwajibikaji pasipo kuwa na haki kutendeka kwa wale ambao walipoteza wenzao na wale ambao waliweza kujeruhiwa wakiwa katika mahospitali mbalimbali wakilia. Sasa serikali imeona mbinu ambayo itafanya kunyamazisha watumishi wa Mungu ni kutumia baadhi ya wakora wajifanya wao ni katholiki ama Wakristo kuandamana dhidi yao ili kuwa chafulia majina ili waweze kunyamazishwa kuongea kila wakati. Hata wakiona kosa serikalini hawawezi kuongea kwa sababu maandamano yamefanyika. Mbinu hizi zote tunazielewa na imefika wakati wa Tanzania wanastahili kusimama kidete kujua ukweli halisi wa mambo, kuelewa haki, kuelewa uwazi, kuelewa demokrasia vile inaendeshwa nchini Tanzania. Hata yule ambaye yu mamlakani anaelewa hizi mbinu na anazitumia ili kushinda na kunyamazisha mrengo upinzani, kunyamazisha watumishi wa Mungu ili wasije wakaishambulia serikali kwa kimatamshi kwa kuikosoa, haswa yale ambayo yanaendelea kufanyika serikalini ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Msije mukadanganywa kwamba ni wakristo waliandamana, huenda hawa ni watu wachache ambao mia moja sasa, mia moja mia moja na hapa Tanzania sisi ni mamilioni. mia moja sasa, mia moja mia moja idadi ya mia moja kuna kile ambacho kinaendelea. Watanzania mwerefuke, tujue ukweli, tujue vile tunasimama kidete, haswa katika masuala ya kisiasa. Tutaendelea kuleta siri zingine. Ninaomba tu unapoendelea kutazama, kabla nimalize na kuomba ukaweze kuchukua sekunde moja, ikiwa hauja subscribe ukaweze kubonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana.